Stori zote za chapa ama za ukweli, kusema ukweli 100% usiwai jaribu ku advise Mwarabu, usiwai ajaribu kupea huyo mwanamke advice ama mtoto wa Mwarabu ambaye ni msichana mdogo kidogo ama kijana advice. Yani, usijaribu wewe, kile kitu nyonulizwa na mwarabu wako, cheza kama wewe, cheza kama wewe. Laiki mwarabu atandikwe aliyamalize akuja kuuliza wewe ulikuwa unapigwa, umwambie wewe ujawahi pigwa wewe, atakuchukia kwa kitu kenye hakako. Kama ametandikwa kuja kuuliza wewe ulikuwa unapigwa, unataka unamwambia madam, ujawahi pigwa wewe, unapendwa na kuambia ujawahi pigwa ujawahi pigwa. Mimi nilikuwa napigwa na juu ninapenda bwanangu, siwezi enda. Wewe wako ataacha kupiga eh, yani muonyeze like hajafanyiwa kitu. Jaribu umwambie, mimi sikuwa ipigwa, mimi nikipigwa nitahama we ataambia huyo bwanake vile umemwambia, direct huyo bwana ataanza kukuchukia pule, ataanza kukuchukia pule. Ama upata kuna madamu anakaa chini anasengenya masista zake mbele yako, anakutea uchipu ka kitu, ama anakuchunguza hapa utisagara mwenye anafanya kwa sista yake, na wewe unaropoka, wewe itakuletea shida. Chunga vile unaishi na watu, chunga vile unakaa na watu vizuri chunga vizuri tu vile unaishi na wao. Hawa ni Wayahudi, hawa ni wanyama. Mimi wangu anapigangu, alafu ananiuliza likuwa napigwa mimi, nataka namwambia we ujapigwa wewe au we ujapigwa mii, kuna siku nimepigwa nikakufa, wiki kaenda kufufukia mbele ajua.